Kuanzisha biashara mwaka wa ishirini ishirini na sita sio mwaka wa kulalamika, o, sina mtaji ni mwaka wa kuchukua kile kidogo ulichonacho na kukizalisha. Watu wengi wanafikiri ili uanzishe biashara lazima uwe na mamilioni. Huo ni uongo. Leo nitakutajia orodha ya biashara saba ambazo unaweza kuanzisha kwa mtaji mdogo sana, baadhi hata chini ya laki moja na zina uwezo wa kukupa faida kubwa mwaka huu. Biashara za namba moja na namba saba ndizo ambazo vijana wengi wanazidharau, lakini ndizo zinazotengeneza matajiri wapya kimya kimya. Karibu tuchambue. Karibu tena kwenye How to Start Business Channel kama wewe ni mhitimu wa chuo au kijana unayepambana kujikwamua kiuchumi, uko mahali sahihi. Lengo letu ni kukuwezesha kujiajiri kwa vitendo. Hakikisha umesubscribe ili tuende sawa. Sasa tunaanza na namba moja, hii ni huduma za pesa kwa simu, yani mobile money hii bado ni biashara king Tanzania. Kwa nini? Mwaka ishirini na ishirini na sita, mzunguko wa pesa ya kidigitali unaongezeka kila siku. Huna haja ya kuwa super agent. Anza kama wakala mdogo, yaani sub agent, kwa mtaji wa laki mbili hadi laki tano. Biashara namba mbili ni kuuza chakula kilichosindikwa, yani agro processing hii ni kama vile vifungashio vya karanga, viungo vya pilau au hata unga wa lishe. Usiuze karanga mbichi, kaanga, funga kwenye vifungashio safi, weka lebo. Kwa mfano mtaji au hii unaweza kuuza kwa laki moja tu. Nunua viungo, saga, fungasha vizuri, nenda sokoni. Sasa kuhusu soko, usiuze tu barabarani. Mwaka 2026 soko liko kwenye mini supermarkets mtaani kwako. Tengeneza brandi yako, peleka mzigo kwenye maduka ya jirani, uza kwa jumla. Biashara ya tatu ni ya usafi wa majumbani na hata kwenye magari, yani mobile cleaning Kwenye miji watu wako bize sana na kazi za ofisini, hawana muda wa kufanya usafi. Hapo ndipo unapoingia wewe. Sasa idea ya biashara ikoje? Anzisha huduma ya kuosha magari au masofa. Hununui eneo, unanunua mashine ndogo ya pressure, osha na vacuum cleaner. Unawafuata wateja majumbani, hasa wakati wa weekendi mtaji ni vifaa tu na faida ni karibu asilimia mia moja, maana unauza nguvu yako. Biashara ya nne ni kuuza bidhaa mtandaoni, yaani social commerce. Hapa kuna mambo kama ya WhatsApp, Instagram na kadhalika. Hii biashara haihitaji fremu ya duka, duka lako liko kwenye simu. Mkakati ulivyo ni kuwa usinunue mzigo mkubwa, tumia picha za wholesalers, yani wauzaji wa jumla, alafu posti kwenye WhatsApp status na Instagram. Mteja akiagiza, unachukua mzigo kwa jumla, unamtumia na wewe unabaki na faida. Hii inaitwa drop shipping ya kibongo. Hakuna kodi ya fremu ya duka, hakuna umeme ni bando yako tu inatosha. Biashara namba tano ni kuuza nishati mbadala, yaani solar products nishati. Tanzania bado ina changamoto ya umeme maeneo mengi. Sasa hapa kuna fursa, nayo ni kuuza taa ndogo za solar au chaja za simu za solar au redio za solar kwa vijijini, au maeneo ya pembezoni mwa mji. Hii biashara ina faida kubwa, kwa sababu unatatua tatizo sugu. Tafuta wasambazaji Kariakoo, peleka mzigo wilayani. Biashara namba sita ni chakula cha haraka, yani fast food. Hii biashara ya fast food haitatokea haita ipitwe na wakati kwa mwaka huu wa 2026, lakini mwaka 2026, angalia fast food ya bei nafuu. Sasa siri iko wapi? Usiuze chakula cha bei ghali, uza vitu vya mass market, kama vile chipsi, kuku, supu au kifungua kinywa, kwa mfano chapati na maandazi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 Biashara ya saba ni kukusanya taka, yani recycling au wengine wanasema waste management. Hii ndiyo biashara ambayo wengi wanaidharau na kuona ni uchafu, lakini ina pesa chafu. Hii ni dhahabu. Kukusanya plastiki, vyuma chakavu au makopo. Viwanda vinahitaji malighafi hizi kwa udi na uvumba. Wewe unakuwa middleman. Kusanya mtaani kwako na uza kwa mawakala wakubwa wanaopokea viwandani. Mtaji hapa ni sifuri, au pesa kidogo ya kununua kwa watoto wanaookota. Faida yake ni kubwa na haina ushindani mkubwa. Hizo nilizokueleza ndizo biashara saba. Sasa usibaki nazo kichwani chagua moja ambayo inaendana na mazingira yako na mtaji wako. Kati ya hizi saba ni ipi unahisi inakufaa zaidi wewe kuanza nayo mwaka huu? Niandikie kwenye comments namba yake, yani, kwa mfano biashara namba tatu, namba nne na kadhalika. Na kama unataka nifanye uchambuzi wa kina, yani business plani au budget wa moja y wapo ya hizo biashara niambie. Pia usisahau kuliki video yetu hii. Tukutane kwenye mafanikio. Kwa kumalizia, napenda kukufahamisha kuwa sisi wasimamizi wa How To Start Business Channel tunafahamu tatizo liliopo kubwa sasa hivi la vijana waliomaliza chuo kikuu ambao wamekosa ajira au hawajaajiriwa rasmi kwenye serikali au kwenye mashirika ya umma au hata y kampuni binafsi. Sasa usikae tu ukawa mnyonge unasema kuwa mimi sina ajira. Bado kuna uwezekano mkubwa wa wewe kujiajiri. Kujiajiri inawezekana iwapo utafanya uamuzi wa kufanya biashara. Najua kuna wengi wanasema kuwa hawawezi kufanya biashara kwa sababu ya changamoto mbalimbali. Mbali, hasa kuu mbili. Kwanza ni kuwa hawana elimu ya ujasiriamali, lakini pili ni kuwa hawana mitaji ya kuanzisha biashara. Sasa sisi tunajaribu kupata ufumbuzi wa hayo mambo mawili, na ndio maana ukiangalia utakuta video zetu nyingi zinazungumzia masuala ya uanzishaji wa biashara, lakini pia jinsi ya kuanzisha biashara ambayo inatumia mtaji mdogo. Nachokuomba subscribe huduma zetu ili usikose kuona hizo video zinazotolewa na How to Start a Business Channel karibu kila siku. Asante, mimi ni mtangazaji na mtayarishaji wa hizi video Ali Mwambola. Kuanzisha biashara